Habari yako, naitwa Dkt Damaki, mmiliki wa kituo cha Nsong'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Ndio kituo pekee ambacho tunaweza kukisema ni kama kituo cha rufaa cha tiba asili, kwa sababu kinaondoa changamoto nyingi ambazo zimeshindikana sehemu mbalimbali. Kuna watu wamekuwa na changamoto ya tatizo la kisukari, na tunapozungumza tatizo la sukari, ni tatizo la kongosho kushindwa kufanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin na insulin iweze kucontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameweka. Lakini unapofika kwenye kituo chetu, tuna dawa yetu ya Nsong'wa ambayo inaenda kutibu kongosho, ili kongosho lianze kufanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin na insulin iweze kukontrol sukari kwenye mfumo ambao Mungu ameweka, ikiwepo kuondoa changamoto za maumivu yanayotokana na mtu mwenye sukari, kama miguu kufa ganzi, vichomi uchovu, ukojua mara kwa mara, macho kukosa kuona vizuri. Changamoto hizi zitaondoka mara utakapotumia dawa yetu ya Nsong'wa inayotibu changamoto hii, lakini kuna watu ambao E, wakina mama wengi wamekuwa wakiteseka na tatizo la PID na fangasi sugu. Wamekuwa kitibu sehemu mbalimbali inajirudia, kitibu hivi inajirudia, anatoka uchafu sehemu za siri, maumivu wakati wa kukutana mwenzi wake, lakini pia wakati mwingine e, maumivu ya kwenye nyonga, hormone imbalance, kutokaa vizuri siku za hedhi, kupishana pishana, kushindwa kupata mtoto. Tuko na dawa yetu nzuri sana ya Lonzwe ambayo inatibu tatizo la PID kupona kabisa ikiwepo kusafisha kizazi, kutengeneza hormone balance, lakini kupevusha yai iliweze kupata mimba. Lakini kuna watu pia ambao wamekuwa na changamoto ya kuishiwa na ute kwenye viungo, ambapo wanakuwa wanasikia maumivu wakati wa kukaa, kuchuchumaa, akisikia milio kakakaka, kama mifupa inasagika, kujikunja, mna inakakamaa kwa viungo, tuko na dawa yetu nzuri sana, inaitwa Mbogo. Dawa hii kazi yake inaenda kurudisha ute ulioisha na kuzuia mifupa kusogeleana, kukandamizana, lakini pia kusugwana kwa mifupa ambayo ukiacha inaweza kusababisha ulemavu, lakini pia inaweza kusababisha ganzi kwenye vidole vya miguu, lakini pia inaweza kusababisha tatizo la presha. Kwa hiyo tukushauri, kama changamoto ya mifupa, tumia dawa yetu ya Mbogo plus ambayo inarudisha ute na kuzuia mifupa kusagika. Lakini kuna watu ambao wamekuwa wakitamani kupata watoto mapacha watu hawa wamekuwa nasema, I wish ningepata matoto mapacha, lakini sina historia ya kifamilia. Tukushauri, tuna dawa yetu nzuri sana inaitwa Mbasa. Dawa hii ya Mbasa ina sifa ya kupevusha mayai mawili na mtu akaweza kupata watoto mapacha bila kujali wewe uko kwenye historia ya kifamilia, bila kujali namna yoyote tunaufahamu na kwamba mapacha wanapatikana kwa njia kuu tatu ya historia ya kifamilia ikitokea bahati utapata, lakini zoatokea bahati usipate kabisa, hata kama uko kwenye historia ya kifamilia lakini njia ya pili ya kupata mapacha ni njia ya kisayansi, kwa maana ya kupandikiza. Kwa hiyo unaweza ukapandikiza kisayansi na no, unaweza ukapata mapacha, lakini hii ni gharama sana. Watanzania e, wachache wa na watu wengi ambao wanaweza kamudu gharama ya upandikizaji wa mapacha kwa njia ya kisayansi lakini njia ya tatu ni ya kutumia dawa asili yenye sifa ya kupevusha mayai mawili na kupata mapacha, na hii haunaipata sehemu nyingine yoyote zaidi ya Nsong'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili ambayo dawa yetu ni ambasa, ndiyo pekee yenye uwezo wa kupevusha mayai mawili na unaweza ukachagua jinsia yoyote unayohitaji kwa ajili ya kupata watoto mapacha. Lakini kuna watu wengi wamekuwa wakiteseka na tatizo la homa ya ini hepatitis B na hii inaotokana na kuambukizwa na virusi za mtu mwenye ugonjwa ukakutana mtu mwenye ugonjwa huo majimaji, hii inaweza kupelekea ukapata shida ya homa ya ini hepatitis B ama C ama E. Zote hizi ukipata ukifika Nsong'wa Traditional Clinic ki, utaweza kusaidika. Lakini kuna watu wameteseka na uvimbe wa mara kwa mara, kuna watu wamekuwa wakiteseka e, na tatizo e, ya kifafa, kifafa kile cha, cha kuanguka cha kuduwaa. Vyote hizi utasaidia. Kuna watu wanateseka na saratani, tukushauri fika kwenye kituo cha rufaa kwenye kituo chetu cha Nsong'wa Traditional Clinic. Mitandao ya kijamii tutembelee, kwenye website hiyo hapo, au unaweza kutupigia simu. Tunapatikana Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Afya yako jukumu letu.